Maji mingineawa maji, hoye! Maji safi, Samia hoye! Samia, mambo yako vizuri. Kwa Samia zilivyo, ndio. Sasa ndugu zangu, maji yanatoka, ndio mambo yenu, si mazuri mazuri mno. Hapa wanaita kaa chakula Mheshimiwa Rais ametoa upendo mkubwa sana. Mheshimiwa Rais ametoa upendo mkubwa wana kapla mpunguzi, kwamba mnapata maji safi na salama na mnakwenda kupiga kura mwaka huu mkiwa mna maji safi na salama. Lakini mradi huu manake umetekelezwa hapa, ni visima vitano ambavyo vimechimbwa halmashauri ya Busokelo ambavyo hivi visima vitano vinakwenda kusaidia wananchi ambao walikuwa hawana maji kabisa. uongo kweli? Kwa niaba ya kijiji cha Kapula Mpunguti, ninamshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa kututua ndoa kichwani sisi wanawake. Namshukuru sana kwa sababu ametuletea maji hapa kwenye kijiji chetu cha Kapula Mpunguti, ili tusipate sababu ya kukosa kwenda kumchagua kwenda kupiga kula tu, tupate maji kwa urahisi, twende tukapige kula Namshukuru sana mama yetu, namshukuru sana sana sana, namwombea na, na azidi kupata kula nyingi zaidi. Asante kwa majina, naitwa Atukakise Ibao Mwejande, nikiwa mwenyekiti wa kitongoji cha Katao katika kijiji hiki. Tumefurahia sana kwa ajili ya mradi huu kutufikia katika kijiji chetu. Kwa hiyo hakika tuna hakika kubwa sana kwamba rais wetu Samia tutampa kura zote, kwa sababu tumepata maji safi ambayo tulikuwa tunahangaika katika kijiji chetu na Mungu ambariki sana. Kura zipo Ntaba. Tunamkumbuka rais wetu pia. Tulikuwa na changamoto ya, ya maji hapa ambapo tulikuwa tunatumia maji ya Kiela, lakini kwa sasa tutajidai kwa kutumia maji yetu safi na salama. Pia nampongeza kwa jitihada anazozifanya na, na sio miradi hii tu, ni zaidi ya mradi huu ambao ametutengenezea, ametuwekea hapa Ntaba, kuna mashule, kuna madaraja, lakini mama ameupiga mwingi. Mungu na mbariki, mitano tena. Kwa majina anaitwa Mao Anangise Weswelo, mwenye kiti wa kitongoji cha Mpunguji.